Katiba yetu haisemi hivyo, sheria zetu za uchaguzi hazisemi hivyo. Kutokusaini, mimi nilipokuwa nagombea nilisaini kanuni ya maadili siku moja kabla ya kwenda ku, ya, ya kupitishwa. Leo kwa nini tulazimishwe kwamba tusaini leo? Hizo ni kanuni tu za watu wanaoogopa CHADEMA, wanataka ku, kuambia watu kama hawafanyi research hakuna popote kwenye sheria zetu wanaposema usiposaini kanuni za maadili umejiondoa kwenye uchaguzi. Kama kuna chama kija saini kikiamua siku moja kusaini kinaweza kusaini wakati wowote. Hakuna, hakuna deadline iliyowekwa kwenye kat kanuni yoyote au sheria yoyote inayosema kwamba siku fulani ndio lazima iwe deadline ya kusaini kanuni za maadili. Kuto kusaini hizo zina, zinazoitwa kanuni za maadili e, sio si, si, si, kitu cha ajabu, kwa sababu sisi tumesema bila mabadiliko ya kisheria hatuwezi kuenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunataka mfumo wa uchaguzi wa nchi hii ubadilishwe, ubadilike, tuwe na uchaguzi huru na haki, tubadili sheria ambazo zinatoa feva kwa chama kimoja, halafu wote sasa tutengeneze uchaguzi ambao ni huru na haki. Huo ndio msimamo wa chama chetu, ndio msimamo uliofikiwa kwenye mkutano mkuu wa chama chetu, ndio msimamo uliofikiwa kwenye baraza kuu na kamati kuu ya chama chetu. No reforms no election.